Ye yeah, na hapa kama unavyoniona niko naingia TikTok, na TikTok ni moja kati ya mitandao ambayo ipo ina kasi sana. Na kwa nini? Kwa sababu uh, TikTok unaweza ukapata vitu vingi sana, unaweza ukajifunza na unaweza ukacheka, ukaenjoy ukaenjoy sana. Hapa niko na scroll, ama wengine wanapenda kusema kuswipe. Yes, nafanya yote haya bila ya kuwa na bando. Yes, bila ya kuwa na bando mimi na wewe tunajua inawezekana kuwa natumia VPN, lakini kitu ambacho unaweza ukawa ukifahamu ni kwamba VPN ninayotumia mimi ni VPN ambayo ina kasi kuliko zote pengine ambazo umeshawahi kuzisikia na baada ya muda mchache nitakwenda kukuelekeza namna gani unaweza ukaipata na namna gani unaweza uka connect, na ni namna gani ambayo unaweza ukaenjoy na wewe kama ambavyo mimi nina enjoy. So, baki na mimi mwanzo mpaka mwisho ni kuelekeza ili uweze kuchukua maujanja haya. Okay, na utaingia Play Store kama unatumia Android lakini kama unatumia iPhone basi utaingia App Store. So, utafungua Play Store yako, na ukishafika hapa utaingia kwenye sehemu ya kusearch na utaandika, utaingia sehemu ya kusearch na utaandika uh, neno hili hapa, utaandika BD BD net VPN na baada ya hapo utasearch, na baada ya hapo utakwenda kuinstall . Mimi tayari nimesha download na ndo maana imeniambia open, so uta install uh, baada ya kuwa umeinstall, kinachofuata sasa hapo itabidi ufungue. Ukishafungua hapa kuna settings za msingi sana ambazo inabidi uzingatie, kwa sababu wengine nimesikia wanalalamika sana so, utaingia hapa kwenye uh, network utachagua uh, fast DNS01. Hakikisha imeandikwa A2 fast DNS01, na baada hapo utaingia kwenye server uh, utachagua uh, fast DNS global pale wameandika mbele free. So hakikisha umechagua hizo na kama unavyoweza kuona hapa nilikuwa nipo kwenye Halotel, na badilisha na weka kwenye Vodacom kwa sababu VPN hii inatumia mtandao wa Vodacom. Na kama unavyoweza kuona wote tunajua kwamba ukiwa hauna bando kuna uh, kialama kinakuwepo hiki hapa, hiki hapa kwamba sign into network. Inaonyesha sina, ikiwa inaonyesha kwamba sina bando. So baada ya hapo itakwenda kubonyezaso. Ukishamaliza hapo utabonyeza start, utabonyeza start. Na kama unavyoweza kuona yes, hiyo hapo ime na imeconnect successfully yes. Na baada hapo sasa, nitakwenda kuonyesha ni namna gani ambavyo tunaweza tukaitumia, lakini kabla ya kukuonesha inafanyaje kazi, basi ni kuoneshe kuwa sina salio, na baada ya hapo tutakwenda kuona inafanyaje kazi. Nitabonyeza hapo nitakwenda ku waandika nyota mia moja na mbili relie. Baada ya hapo, nitauliza salio. Unaweza kuona sms hiyo hapo imekuja, salio muda mwongeze ni sifuri ko, sina chochote. Na baada ya hapo sasa, twende nikakuoneshe ni maajabu gani ambayo VPN hii yenye kasi kuliko zote inafanya. Hapa niko YouTube na hapa nakwenda kuonesha ni kwa kiasi gani na kasi hii, naweza nikakwambia kuwa ni zaidi ya bando, na natafuta video ambayo ni kuoneshe eh, nitaplay yoyote hapa ili uweze kuona ni kiasi gani eh, VPN hii na kasi inafanya kazi. Na VPN hii unaweza ukadownload chochote, unaweza kadownload movie, kadownload nyimbo, zenye quality ya juu na kwa kasi zaidi kama tu ukiwa unatumia bando. So hapa nimesha play video yangu kama unavyoweza kuona, ina play na inafanya kazi. Eh, asante eh, kwa so, kuwa eh, nami toka mwanzo mpaka mwisho wa video hii na Uh, nikwambie tu kuwa bado uh, tunaendelea kuandaa video nyingi nyingi nzuri sana zenye mambo mazuri kama haya, so kikubwa, endelea ku stick around kamoja, bonyeza notification, basi bonyeza, na mimi ni Mr D kutoka Vibe Creatives, so mpaka wakati mwingine bb, bye bye, endelea kula utawala, endelea kuenjoy bando la bure sasa vocha. Bye, bye.